Ndugu watazamaji wetu wa Masenza Mentors, karibuni tena katika mwendelezo wa, wa video zetu zinazohusiana na mambo ya mentorship, na nadhani hii itakuwa ni video yetu ya sita ambapo tumekuwa tukieleza hatua kwa hatua namna ambavyo eh, mentorship inaweza ikasaidia kuboresha na kubadilisha mifumo yako ya utendaji, mifumo yako ya uratibu na mifumo yako ya uendeshaji katika kampuni, taasisi mtu binafsi au asasi zisizokuwa za kiserikali. Leo hii tunapenda kutoa ushuhuda wa wa, wa, wa kitu halisi ambacho tumeweza kukifanyia kazi na kikatoa ma, ma, ma, ma, kikatoa matokeo chanya. Tunaita kwa Kiingereza kinaitwa case study. Katika case study hii tumeweza kufanya kufanya kama majaribio na mfanyabiashara mmoja na tumejaribu kufanya mafunzo kwa watendaji wake, tumejaribu kubuni mifumo ya uratibu, usimamizi pamoja na uendeshaji wa kazi katika kampuni yake, na baada ya kuifanya mifumo hiyo tumeweza kupata matokeo chanya. Na kutokana na haya matokeo, kuna funzo kubwa ambalo tumelipata kwamba mara nyingi tunaona wajasiriamali wenye uwezo mkubwa, tunaona wajasiriamali wenye ufahamu mkubwa, tunaona wajasiriamali wenye rasilimali nyingi, lakini wanashindwa kufanikisha biashara zao kwa sababu hawana mipango ya muda mrefu. Je, hii imetokea kwako pia? Na wewe unakumbana na changamoto kama hizi? Kama unakumbana nazo, basi nafikiri video hii ni muhimu sana kwako kuweza kwa kuiangalia na kuweza kufuatilia yale ambayo tunakuletea katika video hii ili uweze kufanya mabadiliko, mabadiliko ambayo yataweza kufanya biashara yako iweze kuwa nzuri zaidi. Baada ya kuanza mentorship kwenye hiyo kampuni ambayo tulioitaja, uh, tuliweza kutengeneza mwongozo, mwongozo ambao ulikuwa unaonyesha namna ambavyo biashara itakavyofanyika kwa muda mfupi, muda wa kati na muda mrefu, lakini tukashauri mifumo ambayo inaweza ikaendana na mwongozo huo, na bahati nzuri mwekezaji wetu akaweza pia kuchukua mifumo ambayo ilikuwa ni miepesi ya kuweza kuanzia, ambayo haikuwa na gharama kubwa sana. Kwa hiyo baada ya kuweka hiyo mifumo na hiyo miongozo, tukaweza kumwekea mikakati endelevu ya kibiashara na baada ya kuweka mikakati miendelevu ya biashara, hatimaye angalau kwa hatua za kwanza, baadhi ya changamoto zikaanza kupungua. Mathalan, changamoto za kuchelewa kutoa taarifa kwa wateja mara moja zikapungua, kwa sababu tulimwekea e, tulimshauri atumie mfumo wa automation, mfumo wa kutumia e, akili mnemba kuweza kutoa kupokea e, taarifa zinazokuja kutoka kwa wateja, kuzichakata, kuzipembua na kuzijibu. Kwa hiyo yeye akiwa anaendelea na shughuli zake, ule mfumo unapokea unapokea maoni ya wateja, unayachakata na kutoa majibu pamoja, ikiwemo kutoa miadi kwa, kwa wale wateja. Matokeo yake yakawaje? Matokeo yake ni kwamba biashara sasa angalau kuna mwelekeo unaanza kuonekana wa biashara kuanza kukua, wateja wameanza kuongezeka kupitia matangazo ambayo tume tumemratibia, wateja wameanza kuja wenyewe na wanaulizia na kutoa mrejesho, lakini vile vile kumekuwa na mpango sasa wa kufuatilia ukuaji, kwa sababu tumeweka vigezo vya kupima mafanikio. Kwa hiyo angalau kila baada ya mwezi mmoja, miezi miwili, miezi mitatu anajaribu kuangalia, je malengo niliyojiwekea ya mwezi mwili, ya miezi miwili ya miezi mitatu yamefikiwa kiasi gani? Hebu jaribu kuangalia upande wako, kama kuna changamoto kama hizi kama kuna changamoto kama hizi basi e, case study hii ni moja kati ya suluhisho la uthibitisho kwamba mabadiliko ya kimfumo yanaleta yanaleta ufanisi katika taasisi katika ikiwa ungependa ikiwa ungependa taasisi yako nayo iweze kunufaika na huduma hizi za, za mentorship, basi sisi tunakukaribisha na tutakuwa na uwezo wa kukutengenezea kukutengenezea mwongozo ambao mwongozo huo utakuwa katika maandishi, lakini pia utakuwa katika video ambao utakuwa na kama dakika kumi na tano ambazo zikikuelezea hatua moja mpaka nyingine mpaka kukamilisha hatua zako za biashara. Kumbuka kwamba hadithi hii inaweza kuwa ya kwako kesho. Kwa hiyo usisubiri kusikiliza hadithi ya mtu mwingine, jaribu kufanya hadithi yako katika biashara yako. Je, unaamini kwamba sasa hivi huwezi kwen, kwen, kwenani ku, kujiepusha na utendawazi? Je, unaamini kwamba huwezi kujiepusha na mambo ya tehama? Ndio maana tunatumia simu, tunatumia television, tunatumia visumbuzi, tunatumia laptop, tunatumia ipad, tunatumia softwares mbalimbali kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunaendesha biashara zetu vizuri. Tunakukaribisha katika Masenza Mentors kwa ajili ya kufanya case study yako ambayo sisi itakuwa inazidi kuonyesha namna gani ambavyo mifumo ambayo tunashauri taasisi mbalimbali inakuwa ya ufanisi. Mifumo hii ni kwa ajili ya kampuni binafsi, ni kwa ajili ya watu binafsi, ni kwa ajili ya makampuni yanayoanza, ni kwa ajili ya asasi zilizokuwa za kiserikali na taasisi mbalimbali ambazo zinafanya huduma au biashara katika maeneo tofauti tofauti. Karibuni sana.